Usazi ni namna gani? Weusa ni sisi wenyewe, na mtaji wa kusa ni mdogo sana. Mtaji namba moja wa kusa ni mimi, naweza sisi, kunaweza. Basi tuache vitu, huwa niliwambia, sitajenga gorofa, sitajenga gorofa, nitajenga mabweni nikijenga mabweni ya milioni mia tano yananiingizia kwa mwaka zaidi ya milioni mia nne mia ngapi, na kwa miaka miwili anakuwa ameingisa hela. Atakayesema mimi nimetoka kwenye gorofa nani, na ambaye hajasema sijatoka kwenye gorofa nani? Lakini siku nikiwa sina hela nani atanisikiliza? Nikienda hospitali watanisikiliza kwa lazima. Tutoke kwenye lakshari ishu, tuende kwenye vitu ambavyo vinatukinga Mimi nao rafiki zangu wanaagiza magari mara zote, lakini mimi gari zangu nikiagiza nakaaga nazo hata miaka minne mitano. Wakiniuliza kwa nini, nawaambia kwa nini? Nikiagiza V8 tofauti na V8 hiyo, ndio nageuka kuwa nani? Maana yake mbele ni ile yule, yule. Haya, wewe mwenye V8 kumi kila mwaka nionyeshe ni wapi mradi wako unaingiza hela. Hamna, unaishia tu kukopa, unaishia kulaumu watu kwa sababu hauna vipaumbele, hauna hauna, hauna? <laughs> Tuache mashindano ya magari, tuende kwenye mashindano ya kilimo, mashindano ya miradi uliso <laughs> <laughs> Habari, unakaa wapi? Anayekaa Mbezibiti na anayekaa Kimara wote wanalala ana kazi jamboni mishoni kule na naye kama makazi wote wanalala. Ni ushamba tu unaosababisha kusababisha kusababisha unasababisha umaskini ambao Mungu aliuondoa tangu tumboni mwa mama <laughs> yake. Kuna watu wa shamba sana wanafikiri kuzunguka mjini ni raha sana, ni kuzunguka mjini ni usumbufu Zunguka mjini ukiwa unauza vitu. Ukizunguka mjini auzi vitu, unasumbua watu. Sasa sisi ni wamama, wabebe maono wa Yesu Kristo. Watu mliomilia Yesu Kristo samani pale. Hebu twende tubadilike. Tuache mashindano ya magari na simu. Tuanze kuindana kwenda kuwekeza na kuwatunza watoto wetu pate mamantoto, mamatilie kama mimi baadaye. Mimi leo masanja, mpaka leo nasomesha watoto, nimesomesha watoto mia tano. Mkononi mwangu nina watoto mia moja, wala iwaipata si hedeki yapata sukari, kwa sababu nilijiandaa kisaikolojia. Nafanya siasa, lakini huku nikiwa na mato makali ya kuwajirika wanasiasa, watenikilii na ni mtali kwelikweli kwenye akwenye budget ya kila nawambia, mi sio mneki wa kuokotwa, ni mneki by of byan. Mi sio mneki ule mliozoea anayependa makosa, ni mneki inayeenda kutetea hati za watu kwa Mheshimiwa Rais, ni mneki ambaye nabeba agenda. Sio tukutiziwa sana kama tukatenda dhambi, sifa zetu zitakuwa ni zilo, kwa nataka niwasikie Nilimwambia moja mke wangu. Hakuelewa. Lakini moja mimi nikaondoka nikaja mbele. Akasema, naomba siu milioni mbili, ikia akasema, unaninyima. Nikamwambia na kunyima kwelikweli, kwa sababu haiwezekani we una niomba kila siku milioni mbili kwa milioni mbili. Mimi nimekuja hapa msaidiani kama mama mwenzako aliyemzaa mimi.

unakuwa na masters alafu ndani chakula unapanga bajet ya chakula mpaka kitu kinakuuma. Yani yani una, una masters

na ameandika jina lake na alisajili ia ilihusisha ii, nikaambia huo ndio ulezi wenyewe huo ndio mama sasa. Leo ana watoto wake mia mbili ile milioni mbili ananitumia analitumia kimajukumu yangu ya baba, yale ya budget ya mwezi ya watoto wako hii hapa, hasemi ya kwako. Sijui chochote kwenye mafuta, naweka nini sijawahi kumwekea mafuta na miaka mitatu sasa. <coughs> Sasa uaanz unaanza hapo kufikiria kufikiria. Kwa uikamoja, tusishindane tusishindane kabisa, sisi tufanye ndogo tulizopewa na Mungu. Jambo baya kufikiria sana, kama kama tu au oka kama mgaya kama mtabauki, hapana moja, nilimwambia uk ni kweli, lakini nilipitia moto mkali kweli kweli. Miaka ishirini ya kukaa Dar es Salaam ilikuwa ni ya shida kweli kweli, lakini leo nina matunda kweli kweli. Kwa leo tukiona aseera aseeamdanadleo maseera nononono no, no, ni kwa sababu kuna vitu nilikataa ni kuvifanya. La mwisho msalibu majina yenu ina nimwalika Masanja kwa, kwa kwa, kwa jina jina linda jina jina lako ni lisiharibiwe. Huo ndio mtu yoyote anayefanikiwa duniani, a good name ndio nakuletea impact ya watu kuamini na watu kuheshimu. Ni lazima mambo yako uliangalie jina lako miaka mitatu ijayo itakuwa tu.